Rusha ndege, ushinde. wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia PMBET.co.tz. Leo leo. Kabisa. By the way, I'm so happy siku ya leo kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa natamani kuweza kupiga naye story hapa kupitia PMTV 2. Guess what? Yuko ndani ya nyumba na hapa leo utapata comedy, utapata kumjua na utapata vitu vingi ambavyo vya kiburudani zaidi kama sisi tulivyo tulivyo watu wa PMTV. It's so chill ka hapa lakini pia nimetembelewa na mgeni ambaye mimi kwangu naweza kumuita mm, content creator, comedian, photographer And also dansa si mwingine bali ni Mwagito. Mwagito yes, Tizi. Karibu sana PMTV, thank you so much, asante nimefurahi eh. Ukalimu wako yes. <laughs> Anyway, najua, uh, Mwagito, mi ningependa kufahamu historia ya jina lako. Ni jina lako kweli Mwagito tz au ni jina tu la familia au pengine ni mtu tu alitunga kakupa? Hapana, mm. Jina la Mwagito lilikuja tu baadaye. Mimi zamani nilikuwa najiita self talented, unajua self si... talented eh, sababu yes, okay. Nilikuwa na talent nyingi nyingi, so nikawa najiita talented. okay. Lakini baadaye nimefanya kazi, nimefanya kazi, sikuona matokeo ya lile jina, unaona. mm. One day nilikuwa na rafiki yangu mmoja ni wakala. mm. Anaitwa Mwagito. Mm. So kila nikienda kutoa hela pale nikisikia lile neno mwa, jina Mwagito ulikuwa nacheka sana. <laughs> so yeah, nilikuwa na content yangu moja ya ushuhuda mm. Nilikuwa nasema kwa majina naitwa Mariam. Umeona sasa, nikaweka ile mm -hmm. Mwagito mbele mm. One clip tu. Nilimfanya ile mm. Ikaleta matokeo so watu wakawa wananitania Mwagito, nikaona kwa nini nisijiite Mwagito. Mwagito. Yes. Okay, Mwagito, kana uh, mimi ningependa kujua mengi sana leo yeah, mengi mengi mengi sana leo natamani tuweza kuyafahamu. Wewe ni mtoto wa ngapi kwenye familia yenu? Mimi ni wa pili. Wa pili. Yes. Baba na mama wako wapi? Ah, uh, wapo Geita. Geita. Yes. Kwa hiyo dawa umekuja kutafuta maisha, si ndio? Yeah, nimekuja kutafuta maisha baada ya kumaliza chuo Bagamoyo. Ba, okay, ulisomea nini chuo? Nilisomea sana pale Film and TV Production. Wow. Yes, wow. Really? Really? <laughs> Yes, yeah, studies there. <laughs> Hey, studies there. Yeah, of course, studies there. Bagamoyo, <laughs> mm. Film, but now Yes, I'm fighting. You're fighting. Yes. But then napenda kwa sababu umesomea lakini bado unaishi kwa kile ambacho umekisomea. Unajua kuna Yes. wengine kina sisi unakuta ulisomea kitu fulani lakini Yeah. unachokuja ukifanya ni tofauti Yeah. lakini Yeah. yote yote ni, ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Yes. Okay. Sasa mazingira jinsi yalivyo ya nyumbani, yeah, Nikiweza kusema familia yako mm, au pengine uh, ndugu mm. Yeah. na wengineo. Yeah. Kwa character ambayo unaoicheza. Yes. Unajua kwa mtoto wa kiume kuweza kucheza kwa character ya kike. Yes ni nakuaga ngumu sana katika jamii ambayo inamzunguka kila yeah. Mtu ana mtazamo wake yeah. Anavyomtazama, anavyomfikiria wewe yeah. Kwako kwa inakuwaje eh? Unapataje wakati huo, yaani unakuwa katika situation gani? hiyo ni changamoto kubwa sana. Mm -hmm. Yaani ni changamoto kubwa sana, lakini mi naona sio changamoto kwa sababu mi changamoto imeanzia mm. Since hata nilipoanza kazi ya comedy. Okay. No, no. Kwa sababu mimi hata kwenda chuo mm. Nilikuwa kidogo nilimconvince sana baba. Baba alitaka niende nikasome, maana baba yangu kidogo mm. Ni mtu wa elimu elimu. Alitamani one day niwe niwe kama yeye. Baba yako anafanya nini? Ni mwalimu, afisa elimu. Afisa elimu, okay. Yes. Alitamani sana kuona mwanae nipo kama yeye. Okay. Lakini mimi nikaenda Out. Out kabisa mm. Kwa mimi nilimaliza form 4 hata form 4 kwenye nilipata 4. Mm. Nilipata 4. mm. <laughs> yeah, kutokana na vipaji vipaji, of course ilikuwa kipindi niko shule shule kule, mm. na dansi sana. Mimi naamini nitatoka kwenye dansi kuliko hata kuchekesha, lakini yeah Njonyigo, yeah Njonyigo ilikuwa na dansi sana, ila kipindi mm. kile nyuma ilikuwa hamna fursa kwa sababu ilikuwa hamna nani hizi TikTok, kulikuwa ni Instagram tu peke yake, Instagram ni ngumu mm. na YouTube umeona mm. so tuli nikawa nika nacheza cheza tu hivyo, nikafeli mm. Mm. kutokana na kumi. Kwa baba alinimaindi sana akasema, kwanini unafeli mm. kutokana na hii sana nilienda mm. kijijini nikalima, ni baada ya pale mm. nikamwambia baba, sasa ni peleke chuo chochote tu. Namshukuru aunt yangu mm. mmoja alikuwa anafundisha pale TaSUBa akasema, kas... mlete huyo mm. ndo nikaenda pale kwa hiyo tukaanzia pale, nikaanzia pale nenda kusoma film tv production, lakini kiujanja tu. Sababu ningemwambia baba enda kusomea dance mm. asingekubali kweli kabisa, na kwa ni mzee, kama unasikia hiyo, jua tu nilikudanganya ili mradi mimi nifanyeni nitimize ni ndoto yangu. nilipofika pale mm. nikawa na dance dance nasoma hii kamera lakini mwisho wa siku nilimaliza. mm. okay. yes. me i'm so happy, kwa sababu umeonyesha uthubutu. najua kuna mwingine angekata tamaa. yes. Unajua zile, unajua sana ina mambo mengi hapo katikati, si ndio? Mwagito character unaoicheza naweza kusema inafanana na mtu mmoja ambaye mimi namfahamu, si mwingine bali Dullyvanny, kama unamfahamu na pia ni comedian yes. Mnashaibiana mna, mna japo kuna vitofauti vipo Ndiyo. kati yake yes. shana Dullyvanny ni mtu ambaye um, saa anaweza akatengeneza content Ndiyo. lakini pia huwa sometimes anatumia voice zaidi kwenye uigizaji wake, ushanaelewa eh? hmm. kwa hiyo watu wengi sisi tunampendelea huko na pia ni mimi miongoni mwa mashabiki yake kama nilivyokuwa shabiki yako, ndio. Um, je, pengine ushe kumtafuta ukasema bana nifanye naye collaboration au ashe kukutafuta kwa kuonyesha kwamba unavyofanya na yeye kama mna link mkaongeza kitu fulani? Hapana oh, sijawahi kukutana naye, nishawahi kukutana naye mara moja tulia. Mm. Tulikutana tuli, naingia eneo la kazi naye alikuwa mm. na mishe zake pale pale ila tulipitana kwa sababu lazima kwamba tuna tabia sana ni hatushobokeani, unaelewa, mpaka tukae muda mrefu ndo tunaanza zile conversation, unaona, lakini sija hatujawahi kufanya kolabo ila sio kwamba hatuja ni kwa sababu tu ya mawasiliano mawasiliano na kwa magumu, unaona, lakini pia katika historia yangu mimi kipindi na, naanza kufanya comedy mm, nilikuwa ni mtu nakataliwa sana na watu okay. Umeona, unajua mtu anatamani sana kufanya kazi na wewe kwa sababu una jina mm, ili mradi naye apate kitu na wao pate kitu. kitu siwezi kufanya na mtu afu sipati faida yoyote okay. Yes, na okay. hata kama nakusupport na kuelewa so nili, nilivyoona vile niliamua kupambana mwenyewe mm. Mwenye. mm. Sai ile roho ya kupambana mwenyewe ilinikuta tu yani basi tu yani, nikawa siamini mtu yoyote, nikawa najiamini mwenyewe wewe kama wewe. E, yani hata kama nikiitwa collab na mtu yoyote mkubwa. Mm yani ni mara chache sana unikuta mm, nimeenda kwa sababu najiamini mimi okay, hapo hapo yeah. kwa wewe kwa mfano akae kwa Dolivani, yeah, na wewe ndio. Yeah, kwenye hizo character zenu Dolivani, yeah, unahisi unaweza kumfunika? Naweza yeah, nikamfunika. Nipe mm -hmm. yeah. sababu moja ya utofauti, sababu moja. Wako yeah. yeah. Kasema <laughs> mimi ujamaa -hmm. <laughs> naweza nikamkalisha kwa kwa malijeni kwa kinajoti <laughs> na wanaigizaga kiboga, nimeanza kwanza na nyie n mm, eh, kwanza Okay. Mm -hmm. Naweza nikamfunika kwa sababu ya ile confidence ile unayo kwanza. Okay. And then ni, ni kwamba nina nina uwezo wa kubadilika. Mm. Yaani naweza nika sauti yangu ya kike, nina uwezo kuibadilisha. Kwa sauti yako ya kike unaweza kaibadilisha ukaibadilisha vyovyote kuliko Dullyvanny anavyobadilisha sauti yake. Yes, ile anaongea mi naweza nikaibadilisha, yani nikatokana na la, fusa, sema hapa sasa ni mashabiki zangu hapa sasa ni wapitishe huko Mm. Yani naweza kubadilika ukiniangalia so, si, yeah, sure. Mi niko tofauti si mi sivai kama wanavyovaa wengine, nakuonaga tu ni rubega na kiremba, ni utofauti tu mm. Of course mi Dullyvanny namshabikia sana mi ni, ni mpenzi wa ile naitwaje sijui ile DSTV. Mm. siangalii tv sahivi, nilifungiwa nani king'amuzi, mwae. <laughs> naangalia sana kitimtimu. Of course ameni amenispaya kwa kiasi chake amenispaya mm, kwa kiasi chake lakini naona namkalisha, unamkalisha, unamkalisha Nilivani anakaa anakaa e, vizuri tu na watu <laughs> wengine. Basi tuache wale, eh, yes, Mwagito TV, mimi ningependa kufahamu pia, um, tumegusa familia yeah. na hiyo karakta yako na watu wengine yeah. Mimi ningependa kufahamu DM zako sasa, yani yeah. wewe, anyway, marafiki zako karibu ni wa aina gani? Uh, marafiki zangu wengi mimi bwana maana kwa karakta yako hiyo mimi ni wanawake. Eh, of course, mimi mashabiki zangu wengi wa kike. Mhm. Nafikiri tu unaambia ukweli, yani usinifiche. Yes. Eh. Mimi zangu zangu nyingi za kike, of course, nitachanganya na Kiingereza hapa ili mradi. Eh, ni kuelewe. Kwa sababu hizi sasa. Of course, DM, my DM, of course, girls are many. Mm. Yes, kupita boys wanawake wengi kwa sababu zewe na nagusa maisha yao. Mm, okay. Kuna wanawake wengine wakiona hivyo ndio naona kabisa, mbona anagusa maisha yangu. Mm. Kwa anajikuta ananipenda sasa, so wengine wananipenda ile. Mm. Uno mtu. Mm. Anakupenda sasa hadi kimapenzi sasa, DM zinakuwa hivyo. Mm. Kwa koje kutoka katika huu maarufu ambao umepata muda mfupi hujawahi labda kusema uh, ukapata mchumba kwa date naye ambaye anatoka kwenye mitandao? Nilimpata lakini nilifilisika ndio nilichambulia yes of course, kwa sababu eh. <laughs> tulikutana, unajua watu mkikutana na mitandaoni za mtakavyokutana, ndio hivyo hivyo, mm. maisha enu atakavyokuwa mm. so nilikutana naye, alinidia mu nipitia nani yake mm. peji yake, niona kabisa we ananifaa mm. nikaingia naye mahusiano, lakini mwenzangu kumbe alikuwa ametageti Anasema nikiingia hapa agacwa nyumbani, aliamini kwamba Mwagito ni tiktoka, ni maarufu na mimi mm. nitaka nipite mule mule mm. ili nikishapata nachokitaka mm. napita hivi, niliambulia kufilisika. Sijapata chochote sikurudia <laughs> <laughs> tena anyway, eh? Kwa kweli anyway, pole pole sana. Pengine Mungu anakuandalia kichwa kwa bora. Na saa hii staki utaki tena g kwa nini? Nataka na yani of course mimi mpaka na, nataka nipaka milele niwe mwenyewe tu ni, we go, we, we, ni, ni wewe wewe, Mwagito utaki mahusiano. Yes, nistaki mahusiano. Ninajua ninapitia yani staki. Go, kuli, kuchuna tu, mwanamki, kwa hiyo tu na yule mwanamke ndio kuna kufanya kusikia. Kuna mengi yametokea mahusiano, vitu vingi vingi. Kwa hiyo yani, Mwagito kwako tusitegemee wewe na mtoto, uwe na mama. Mama e, mtoto anaweza nikawa naye. Mama watoto. Eh, mtoto anaweza nikawa naye lakini mahusiano serious yamenipotezea. Ya, kwa hiyo utaki mwanamke. I don't like it. Girl. Don't like yani, I don't like you. Yaani mm. I don't like relationships. Relationship. Don't like. Mtoto anapenda, anapenda, mtapenda watoto. Ila mahusiano hata kiwajaza 10. Ule mahusiano utaki. Mahusiano sitaki. Eh? Yes, of course. Nime yaani hii naweza nikaongelea kwa vijana kwamba ningefika mbali sana kimaisha. Mm. Lakini kutokana na mahusiano mahusiano, haya yamerudisha nyuma sana. Inanirudisha nyuma. Yes. Basi sawa, Mwagito jamani, tumeweza kumfahamu katika engo tofauti tofauti, kama umeweza kupitia kwenye akaunti yake, alikuwaga dansa, akaja sasa hivi kwenye uigizaji. Mimi napenda the way anavyoigiza. Sasa hapa yeah, kama mnavyomwona kwenye mkono mwake ana kitabu Mwagito, kwa mfano sasa mimi nataka uniigizie sini yako yoyote unayopenda. Maana nikisema nichague mimi sini yangu, yes, mambo yanaweza kuwa kama mengi. Sini, yeah, yako yoyote ambayo unayopenda, labda mimi nataka uigize kwenye hiyo karakta yako. Yes. Najua wapo ambao wanakufahamu, yes, wengine hawakufahamu, lakini wanaweza kufahamu kupitia hapa hapa PMTV tu, yes. So ningependa ufanye hata kwa uchache. Uh, of course mimi nataka kucheka bwana. Au mnasemaje wadau? Eh, najua sasa unanitazama natamani kucheka. Eh. Uh-huh. Tuone then <laughs> tuone uhalisia wa komedi maana, tunaona tu kwenye mitandao huko, na kama kwenye screen up inavyo play. Hebu tuonyeshe yes. kidogo of course, sasa hivi mm. naona watu wengi wanapenda sana hizi mm. mesali kwa Kiingereza sababu watu wengi wanapenda sana language, wanapenda kujua Kiingereza ila mm. ni waoga <laughs> yeah. na mimi nimetumia hii njia yangu ya komedi kwa

umeamua kabisa saubaya ubea mm. mpende akupendae asikupenda, uwachane naye in English love, if if you love. If you don't love. Of course, kiingereza sana sana najua kinadili sana na nini mm. na vitendo okay. Was, you don't speak English without tuendelee. Hey, na msemo wa pili, mhm fimbo ya mbali haiui nyoka in English. mm -hmm. the stick of there there there there. is not kill the snake of here Mi nimeipenda hiyo. Kikawaida sisi wadada, yes. Hakuna kitu kinachotuma kama tumwombe mwanaume hela alafu, yes. atumi kwa wakati Nde. Au pengine atumi kwa kuwatolea. Mimi nataka uachambe sasa wanaume. Kwa mfano, upo kwenye ile mm. Uhusika wako kwenye ile karakta yako mm. Unatutetea sisi watoto wa kike, mimi nitawatetea kwa wale wanaume ambao wanatuma hela ndogo alafu anasumbua. mm -hmm. Yeah, of course, eh. Okay. <coughs> Yani, ni mtu unakuta linakutumia buku tu mm. Elfu moja buku tu mm. lakini hizo simu zake tu eh? Umeiona mm. Umeionamo mm. Na nauliza umeionamo kama umeionamo sema eh? Kuiona huichi. Kuiona how? Kuiona hozi jamani. <laughs> By the way, by the way, me Fry Sala. I lo I love that character. Unajua ah, uh, karakta hiyo ni karakta fani ambayo kwa tutakime ni ngumu. Avieta. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz